Wakazi wa Kata ya Nguruka wilayani Kigoma wameishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha huduma za afya katika eneo lao. Tunashiriki baadhi ya shughuli kama za usafi lakini hatuishii hapo, tunatoa na chochote kitu ili kuendeleza maendeleo ya huduma za kiafya katika kituo chetu cha Nguruka. Shukrani hizo zinakuja kufuatia hatua ya bodaboda waishio katika kata hiyo kuchangia mifuko takribani kumi ya saruji ili kuhakikisha ukamilikaji wa jengo la hodi ya wazazi katika kituo hicho. Tumeamua kuleta saruji, lakini pia tutaendelea kushirikiana kwa namna yoyote. Daktari pamoja na uongozi wa hospitali watakapoona wamekwama, sisi tupo kwa niaba ya kufanyaje ya kuwa push kwa sababu tunajua hospitali ni yetu. Kituo hicho kimekuwa kikihudumia kina mama wajawazito mia tatu na hamsini hadi mia nne kila mwezi. Hali hii imekuwa ikisababisha hodi ya wazazi kujaa kupita uwezo wake, na wakati mwingine kwa walazimu wa kina mama wawili kutumia kitanda kimoja. Ifungua na mwanzoni jengo ambalo tulikuwa nalo kwa upande wangu wa kulia ni jengo ambalo lilikuwa bado halikidhi mahitaji wamama wanaokuja kujifungulia kituo cha afya Nguruka takribani wamama mia tatu hamsini mpaka mia nne huja kujifungua kwa mwezi, ambapo imepelekea kituo cha afya kuwa na ufinyu wa eneo wa kuweza kuwasaidia wamama hawa. Lakini kwa kuona changamoto hiyo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Uvinza, kutokana na changamoto hiyo, serikali kwa kushirikiana na wananchi imeanza ujenzi wa jengo jipya la hodi ya wazazi. Hatua wa hii inalenga kuboresha mazingira ya kujifungulia na huduma kwa ujumla. Vijana wote wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza na Tanzania kwa ujumla kuwa wazalendo, na wahakikishe kwamba wanajitolea kwa kile wale walicho nacho, kwa nguvu zao, kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali na wananchi wenzao katika kuboresha au kushiriki katika shughuli za maendeleo, kwa sababu maendeleo haya ni kwa ajili yetu sisi wenyewe na sio mtu mwingine. Hata hivyo, wananchi wa kata hiyo wamesema hapo awali hali ilikuwa ngumu, ambapo kutokana na uhaba wa vitanda, baadhi ya wagonjwa walilazimika kulala wawili wawili kwenye kitanda kimoja. Kwa kutuenea kwetu, kila mzazi atalala kitanda kimoja, mtu mmoja mmoja kwenye kitanda kimoja, lakini hivi sasa wazazi wanalala wawili wawili kwenye kitanda kimoja. Kina mama wajawazito, tuliishi kwa shida, hadi hodi za watoto ilikuwa ni changamoto tulikuwa tunaishi kitanda kimoja, mtu analazwa, mnalala watu watatu au wawili, lakini kwa sasa tunashukuru serikali imeweza kutusaidia kidogo, kumekuwa na nafuu kwenye hospitali ya Nguruka. Kwa hiyo tunaomba serikali iendelee kutusaidia kwa sababu jengo litakapokuwa limefanikiwa kuisha Hospitali yetu itakuwa imependeza zaidi. Nikiwa hapa, kituo cha afya cha Nguruka, ujenzi wa jengo hili la hodi ya wazazi unaendelea huku wadau mbalimbali wakiendelea kujitokeza kuchangia. Wananchi wana matumaini kuwa kukamilika kwa jengo hili kutapunguza msongamano na kuongeza ubora wa huduma za afya kwa mama na mtoto. Ili kuendelea kupata habari za uhakika na matukio kutoka sehemu mbalimbali, usisite kusubscribe.